Alikuwa ni mapumziko muru ambayo anaupa nafasi ya kuendelea na Alasiri Lounge kwa siku hii ya leo hapa. Uh, awali tulianza na ile eh, harusi ambayo iliwaumiza watu vichwa kweli kweli kwa kufikiria uh, nani anaoa wengine, wakasema au mponda anaongeza mke <laughs> Sio. Lakini leo eh, kupitia chaneli ya Sinema Zetu jibu likawa ah, limepatikana. Kwa mada yetu ya siku ya leo tuanzie na hili ambapo Christina Kosoro, meneja mahusiano na mawasiliano, Azam Media, tuko naye. naye alikuwa ni miongoni eh, sio, ulikuwa shangazi ulikuwa nani wa bibi harusi au bwana harusi? Mimi ni upande wa bwana harusi. Kwa sasa sisi ni wale mawifi wale eh, wenye we, fujo zao <laughs> Ndio sisi hapa. Kwa hiyo pale bibi harusi ni nani, na bwana harusi jamani? Sisi ndio bonge la bwana mm. mm. Azam TV, bi harusi wetu BSS <laughs> au mnasemaje jamani? Mwali wetu tumempata, tumemchukua, tushamalizana naye mm. Kaka kasaini mkataba wa makubaliano, tunaenda naye sasa na mwali amefurahi sana. Mwali kafurahi bala lakini sio yeye tu eh, hata wale ambao walikuwa wanakula biriani na pilau na kadhalika wamefurahi kweli kweli. Watafaidi sana kupitia Azam TV um, burudani hii ambayo, uh, viongozi wetu wameona ni sahihi kuileta kwenye platform yetu ya Azam TV mm, na ninaamini Watanzania wengi wamekuwa kikoment kwe, messages kwenye mtandao ukiangalia, mm, wanasema da, afadhali afadhali afadhali kwamba BSS sasa hivi itakuwa Azam TV, na ukizingatia kwamba Azam TV sisi tunapatikana kwenye mataifa saba Uh, Afrika. Kwa hiyo hata huko Kenya tunakoenda, Uganda, Rwanda, Burundi kote ambako BSS watakuwa wanafanya auditions na kutafuta vipaji, basi na huko Azam TV ipo inapatikana kwao, sisi tunakuwa ni kitu kimoja chini ya umbrella ya Azam Media. Yeah, kama ulivyosema pale mwanzo, mawifi niliwapenda, nimefuatilia, nimeona kujimwaya mwaya pale <laughs> e, mawifi wazuri sana sasa. Uh, kuna huduma hii ambayo inaendelea kuboreshwa ya vifurushi. Yes. Ehe, na kuna ushirikiano sasa, Azam TV inaingia pamoja na wadau mbalimbali, sasa tulitaka tufahamu kwanza, ni vifurushi gani hivi ambavyo vimeboreshwa na kuongezwa Azam TV. Um, niseme hivi sisi kama wafanyakazi wa Azam Media tuna kitu chetu special. Hakika. ambacho kila mwanafamilia anayeungana nasi kwenye, kwenye Azam, Azam Media Limited na yeye anakaribishwa nacho mm. Um, ambapo kila mfanyakazi anakuwa anapata a special package ambayo inamruhusu yeye kutokuwa na ile stres ya kila mwezi unalipia kisimbuzi, kila mwezi unalipia kisimbuzi mm. Maana kimekata usiku wa manane, mara kom kombolela inaingia, sijui tamthilia gani ya Azam TV inaingia mm. Unakosa taarifa ya habari inaingia, unakosa timu yako pendwa ina, inaanza kucheza, mara ghafla kimekosa huku mfukoni mita inasoma sifuri mm. Hizo stress za namna hiyo, sisi wafanyakazi wa Azam hatuna. Jamani, hebu tuongee, mimi ni mmojawapo na faidi mimi pamoja na familia yangu na enjoy. Sasa tukasema tusio wachoyo mm. Ebu hili jambo ambalo sisi wafanyakazi wa Azam tunalifurahia, hebu basi tuliextend, tuwapelekee na ndugu zetu jamaa na marafiki. Kwa hiyo tukaunda kitu kikaitu na kiita corporate package, ambayo hii inahusu corporate companies taasisi mbalimbali mbali, hmm, uh, maofisi mbalimbali mbali, yenye wafanyakazi zaidi ya kumi, okay. Um, tunaongelea benki tunaongelea mashule, hospitali, jeshi letu la polisi, hoteli na kadhalika. Kwa hiyo kama wewe ni kampuni au ni taasisi, basi pakeji hii inakuhusu na haiji bure. Hii pakeji inakuja na punguzo la vitu vingi sana, hmm. Tuna punguzo kwenye subscription, Uh, unaweza kukuta badala ya kulipia miezi kumi na mbili au ukilipia miezi kumi na mbili basi tunakupa kumi na tatu bure au unaweza kalipia miezi kumi na moja wa kumi na mbili tukakupa bure mm. Unaona eh? Tuna discount kwenye kununua kit zetu iwe ni dishi au antena au ya mambo mambo aidha, tuna tukakufanyia bure au tukakutoza hela ndogo sana, baada ya mm. kumwita yule fundi kwenye kona pale nyumbani akawuka, akakuchaji elfu ishirini thelathini, basi sisi Azam tuna shea hiyo kosti pamoja mm. na wewe. Kwa hiyo ni, ni kitu ambacho tumeona ni muhimu pia kuja hapa yeah, kuweza kukiongelea jamii kajua. Kwa hiyo wewe unayetuangalia kamwambie bosi wako, jamani, Azam TV wana kitu kizuri, tupunguzie stress bosi, leta hichi kitu hapa, ili tu mambo ya kulipalipa kila mwezi tuachane nayo, okay, nilipie mwaka wangu mzima mi kazi kubadilisha channel, okay, yes. Utaratibu sasa upoja tayari e, meneja wa kampuni fulani amevutiwa na, na huduma hii mm. na anataka kujiunga kwayo mm. Nga. Utaratibu ni ule ule kama tulionao sisi. Um, kwamba sisi tunapaswa kupata mawasiliano na uh, kitengo cha HR. Okay? Tukiweza kupata mawasiliano na HR tukaongea nao tukajua taratibu zao kwa sababu wao ndio wanaosimamia rasilimali watu. Yeah. Wao ndio wanajua kwamba mfanyakazi gani huyu ni mfanyakazi wa kampuni au la. Kwa hiyo ni eh, exactly. Na je, ana uwezo wa kupata hii uh, ofa ambayo Azam wametupa. Wanajua mfuko wa kila mfanyakazi upoje, jamani. Wasema Jamani <laughs> <apa, na mtamua. laughs> Yeah. Kwa hiyo hivi vyote ni vitu ambavyo tunapaswa sisi kujadiliana pamoja na na rasilimali watu, okay. Na tukishapata basi mawasiliano nao then hizo taratibu zingine zinafuata kwamba kwa sasa ni kampuni yetu ya Azam Media pamoja na hiyo kampuni ambayo itakuwa ina interest ya kuweza kupata hii special package ambayo, okay. tumeitengeneza vizuri sana sijakupa hmm. hapo, hapo, pengine jina hii inaitwa Furahi na Azam TV. Yes. na sisi sisi bwana sisi tunaleta furaha tu jamani <laughs> <laughs> au mnasemaje? Sisi kazi yetu kuleta furaha, imekwenda tofauti na ile ya kwetu. Yes. Sisi tunasema jiperaha. Jiperaha. <laughs> jiperaha. <laughs> <laughs> tuwajipa wenyewe <laughs> kwa sababu <laughs> che <nchetu. laughs> sasa hivi tukasema tuwape wengine, <laughs> <Na> wengine. <Fura. laughs> <Yes>. okay. <laughs> Hakika, vizuri sana inapendeza na inaleta raha kuliko. Umegusa swala la, la package hapa japo mm, uh, kwa ufupi, lakini mtueleze kwa, kwa upana kidogo. hawa ambao watakuwa sasa wameungwa mm, kupitia kampuni yao kupitia HR wao mteja mm, eh, mm, atakuwa na na, na, na, na na nafasi ya kuchagua package ambayo anahitaji kutokana na uwezo wake. Of course, of course, kwa sababu zile ambazo sisi tunakuwa tumeziweka kwenye ofa ni mbili mm, ambao ni ile package yetu ya 28 ambayo wale wapenzi wa mpira au michezo basi no, wataweza but... kupata vile vitu vyao vyote mm -hmm. lakini pia tuna package yetu i35 ambayo sasa inakupa zile 135 plus channels za Azam TV. Kwa hiyo ni, ni choice ya, ya, ya yule mtu okay, wetu ambaye atataka sasa kuja na kusema hapana, mimi wafanyakazi wangu kiwango chao labda cha mshahara kiko miaka miwili, tuna watu wamelipia miaka mitatu. Yeah, mtu miaka miwili hmm, hana stress ya kwenda ku, ku, kulipia subscription. Wapo wengi, taasisi nyingi ambazo tayari tumeshaingia nao mikataba kwa hiyo ni kitu ambacho tayari tunakifanya, sio kwamba ni kipya, kwamba ndo tunakizindua leo hapa. Hapana mm. ni kitu ambacho tayari tunakifanya na tayari tuna makampuni mengi ambayo tumeingia nao mm. mkataba, na wafanyakazi wao wanajua, hapa ni kutaka mteja, um, na wale wengine ambao walikuwa hawajui basi wafahamu. Tulifanya wa siri siri sana, sasa tumeona tusio watu <laughs> e, tukaona, e, watu nao wafurahie <laughs> zaidi <laughs> Sasa... na of course, tumeongeza mengi kwenye channel zetu za, okay. za, za Azam tumeongeza mambo mengi sana na bado yanazidi na, Yes, mm-hmm. Kwa hiyo tumeona kwamba sisi tunakuwa vitu vyetu vinazidi kuwa vitamu zaidi, hebu watanzania wengi zaidi. Hapana, hiyo nimesema tu nikiongelea kwamba taasisi au kampuni. Unajua, tuko wawili basi, na sisi tunataka by the way, mna sacos yenu, njoni kwa sababu sacos tayari mna mfuko wenu tayari, mnasimamiwa na mtu, kwa hiyo kuna management fulani hapo Why not? Kiki, kigezo, baadhi ya vigezo vikuu ambavyo, ah, I think vi, vi, vigezo, kama nilivyosema mwanzoni, ni kwamba sisi tuweze kuwasiliana na, na, na rasilimali watu wa na wao sasa ndio wanaosimamia wafanyakazi. Kwa hiyo kupitia wao sisi tuna uwezo sasa wa kushirikiana na hiyo taasisi uh, au kampuni, kwamba sasa kampuni hii ina interest ya kupata hiyo package ya Azam na wafanyakazi wetu ni hawa elfu moja ambao tungependa wapete, waweze kupata hiyo package ya Azam. Kwa hiyo tukikaa nao, kuna zile paperwork, sijui vitu, procedure kawaida tu za kuoza za kampuni tu kampuni mm, ili tujue kwamba tunaingia kwenye, kwenye mkataba pamoja, ni zile tu za kawaida. Bazo, tunazijadili sasa baada ya mm. e, kusema kwamba sisi tuna interest kama hivyo. mwali anataka kuolewa mm. <laughs> uko tayari kweli? <laughs> e, e, mahari shingapi? e, sindio? e, e, wazee wanataja mahari yao, mahari inatolewa. Haya, mwali njoo ukae sasa, sain. Ndio hayo hayo. Haya na tofauti uh, meneja, kwa dakika moja tu uongee mm. na mtazamaji wetu sasa, hasa wale uh, mameneja maichara ambao wamelisikia hili na wapo tayari. Um, niseme tu kwamba tunawapeni fursa ya kuleta furaha kwa wafanyakazi wenu. Maisha yamekuwa ni magumu, wakitoka kazini wana stress. Kitu pekee ambacho kinaweza kikaleta furaha kwa wafanyakazi wenu basi ni wao kuwa na Azam TV ndani ya nyumba, sio anaingia imekata. Kwa hiyo huu ni wito, ni mwaliko kwenu. Njo ni Azam, tuna special package kwa ajili yenu nyinyi. Watawaoneni nyinyi ni watu wa maana sana na mnawafikiria na mnawapenda, mkiwaletea package kama hii. Tutawapeni punguzo la kutosha kabisa, ili na wao waweze kufurahi kwao. Mimi ninachosema tu kwenu ni karibuni. Bila shaka watakuwa wamesema asante na wamekaribia. Mimi nitoe ushuhuda mfupi tu, nina mwaka wa tatu sasa huu kama si wa nne, sijawahi kuambiwa nyumbani kifurushi kimeisha. Mimi ni mwaka wa nne, mwaka wa nne yes. Mimi eh, mzee Koroso pale nyumbani eh, eh, hana stress, ndio raha zenyewe hizo. Yeye eh, yeah, anabadilisha channel tu. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo kwa ajili yako, fanya hivyo kwa ajili <laughs> ya mzee wako nyumbani, na, na yeye enjoy eh. Kwa hiyo ni jambo jema. Nashukuru sana asanteni sana oja la bado, tunavyohitimisha Alasiri Lounge kwa siku hii ya leo, niseme tu, kwa sababu ulikuwa nasi kwa siku hii ya leo, siku ya kipekee ina yake, lakini imepambwa kwa utozi wa Victor Wile. Nilikuwa na mtangazaji mwenza pale Aurelia Gabriel, lakini sapoti kubwa kabisa kwa kile ambacho tumekuletea nyumbani hivi sasa kupitia mameneja wa makampuni mbalimbali mahoteli, sanjari na taasisi mbalimbali. Ni fursa ya kipekee imeelezwa hapa na meneja mahusiano na mawasiliano wa Azam Media, Christina Kosoro. Mimi ni Jafari Mponda, kila laheri, endelea kutazama UTV endelea kufuatilia yote yanayokujia kupitia Azam TV, kwa maana kwamba kisimbuzi chako cha Azam TV, burudani kwa wote.